Taarifa za hivi punde zilizotolewa na shirika la IMLU sasa zinapendekeza kubuniwa kwa jopo maalum kuchunguza mauaji yaliyotokea wakati wa maandamano ya Gen Z mwaka jana. IMLU kwenye ripoti yake imeweka kwa mapana namna polisi walivyotumia nguvu kupita kiasi na ulegevu wa idara ya usalama.